Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ulipo, ndugu wageni walikwa, kama alivyosema mkurugenzi, niko hapa kumwakilisha mheshimiwa mkuu wa wilaya ambaye haswa ndio alipaswa kuwa mgeni wetu rasmi. Kwa hiyo nimepata hiyo neema, kwa hata ujumbe nitakao utoa hapa ndio ujumbe sahihi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 Vile vile ni shukuru management ya benki ya CRDB, kwako mkurugenzi wa uendeshaji wa huduma, kwa heshima hii mliotupa kwamba mkuu wetu wa wilaya aweze kuzindua branch hii. Ndugu mkurugenzi, hii itasaidia kuwa kiasi kikubwa kuchochea ukuaji wa uchumi katika halmashauri yetu ya Kinondoni. Kwa maana hii branch kuwepo hapa itachochea sana ukuaji wa halmashauri yetu. Hivyo basi, ni muhimu kwa wafanyabiashara, wajasiriamali, wafanyakazi na wananchi wote kwa ujumla kuzitambua fursa za kiuchumi zilizotolewa na benki ya CRDB kupitia tawi hili la Kinondoni na kuzitumia. Mkurugenzi, hapa umezungumza huduma mbalimbali zikiwemo za mikopo ambazo mnatoa CRDB na naamini huduma eh, zile zote ambazo eh, umezizungumza kwenye branch hii ya Kinondoni zitakwenda kutolewa pia. Kwa hiyo ni wito wangu kwa wananchi na wafanyabiashara wote wa Kinondoni sasa wasipate kupepesa macho, ni wapo watakwenda kupata huduma za kifedha. Mlango ni mmoja tu huwa kwa CRDB. Ndugu mkurugenzi wa uendeshaji, nimefurahi pia kusikia kuwa mmeanzisha programu ya imbeju hii. Na mimi eh, leo nimejifunza kibantu, imbeju ndio nimejua leo, yenye lengo la kuwezesha wanawake na vijana wenye biashara changa ambazo hawajakidhi vigezo vya kupata eh, uwezeshaji kupitia mikopo ya kawaida. Hii ni hatua muhimu sana na ya kupongezwa sana. Ni imani yangu programu hii itakuwa na manufaa kwa wananchi wengi, wakiwemo wananchi wa halmashauri ya manispaa ya Kinondoni. Serikali yetu imewekeza sana katika mifumo ya kidijitali, ili kuwahudumia wananchi kwa urahisi, ikiwemo ulipaji wa kodi na tozo mbalimbali mbali, na sisi kwa hapa Kinondoni tulifurahi sana kuona CRDB mko hapa, kwa sababu tozo nyingi wafanyabiashara wanaokuja kulipia leseni kulipia uh, kodi za ardhi na kodi mbalimbali mmeturahisishia mbali, mtu anapewa control number hapo anaingia hapa na anapata huduma. Kwa hiyo ongereni sana na tunasema asante.